Kuna siri kubwa ambayo wengi hawajui. Watu wanatengeneza mamilioni ya pesa kutoka YouTube bila hata kuonekana. Ndiyo, umenisikia vizuri. Watu wanamiliki channel za Marekani wakiwa Tanzania na wanakula hela za YouTube bila hata kutumia kamera yao. Lakini unajua nini? Wengine wanajua hili na we bado uko gizani. Unaziona zile video za kuvutia unazotazama kila siku? Channel kama ALUX, Rabbit Journey, Motivation Hub na Brightside zinapata maelfu ya dola kila siku, lakini huoni hata mtu mmoja akionekana kwenye video hizo. Hii inaitwa YouTube automation, na ikiwa hupati elimu sahihi leo, basi unakosa nafasi ya kubadilisha maisha yako milele. Ndiyo maana video hii ni ya muhimu sana. Nitakufundisha kila kitu unachohitaji kujua ili uweze kuanzisha YouTube automation channel yako ukiwa Tanzania, na uanze kutengeneza pesa kama vile unavyoona wengine wa kifanya. Sehemu ya kwanza, YouTube automation ni kitu gani? Kwa kifupi, automation ni mfumo wa kuendesha chanel bila wewe kujihusisha na kila hatua ya utengenezaji wa video, badala yake unatengeneza mfumo wa watu wengine au akili bandia kukufanyia kazi lakini kabla hujaelewa vizuri, hebu nikupe mfano hai. Ushawahi kuona channel inayoshea hadithi motivation, tech reviews au historia bila kuonyesha uso wa mtu yeyote? Hizo ni chaneli za YouTube automation. Wamiliki wake wanatumia freelancers au tools za akili bandia na kuunda video, na wao wanakaa tu kuona pesa inaingia. Mfumo wa YouTube automation una hatua kuu tano za muhimu. Ya kwanza ni kuchagua niche bora, niche zinazolipa zaidi kama finance, tech, health, animal rescue Vegetable jani na historia au documentary. Ya pili ni kuandika script yenye mvuto kutumia freelancers au akilibandia kama ChatGPT au DeepSeek. Ya tatu ni kutengeneza voice over, sauti ya kuvutia kwa kutumia AI kama Eleven Labs, Gemini na Speechma. Ya nne ni uhariri wa video kutumia CapCut, KineMaster, Pictory au kuajiri editors. Ya tano ni upload and search engine optimization. Kutengeneza title description tags na thumbnail bora. Huu ni mfumo unaokuwezesha kutengeneza video nyingi kwa muda mfupi na kuongeza kipato. Hivi ndivyo watu wanavyomiliki channel moja, mbili au hata tano 5 na kutengeneza hela kubwa kila mwezi. Sehemu ya pili: faida za YouTube automation. Sasa kwa nini YouTube automation ni biashara ya mtandaoni ambayo kila mtu anapaswa kuzingatia. Hebu ni kuweke wazi kwa faida hizi tatu kubwa ya kwanza ni passive income. Mara tu unapotengeneza video na ikianza kufanya vizuri inakuletea pesa hata ukiwa umelala. ya pili ni scalability, unaweza kumiliki channel zaidi ya moja, kuongeza mapato yako mara mbili, mara tatu au hata mara tano. ya tatu ni hakuna haja ya kuonekana. Hii inamaanisha huna haja ya kuwa na kamera au kuwa na ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu. Unaweza kutumia AI au kuajiri watu wafanye kazi hiyo kwa niaba yako. Hii ndiyo sababu watu wengi wanaacha kazi zao na kugeukia YouTube automation kama chanzo chao kikuu cha mapato. Sehemu ya tatu: changamoto za YouTube automation. Hakuna kitu kinachokuja bila changamoto zake. Kabla hujaruka kichwa kichwa, hizi ni changamoto unazopaswa kuzifahamu. Risk ya demonetization: YouTube inaweza kukataa ku monetize channel yako ikiwa utatumia sana video za stock bila kuwa na content original. Gharama za freelancers: kama huwezi kufanya editing au voice over mwenyewe, unahitaji kuwa na budget ya kuajiri freelancers au jifunze kuedit mwenyewe. Ushindani mkali: YouTube automation ni biashara inayovutia watu wengi, kwa hivyo unatakiwa kuwa na mbinu za kipekee ili kufanikiwa. Lakini usijali, nitakufundisha kila kitu hatua kwa hatua ili kuhakikisha unakwepa changamoto hizi na unakuwa na mfumo bora wa YouTube automation. Sehemu ya nne, hatua ya kwanza ya kuanza. Hivyo unataka kuanza leo? Hizi ni hatua zako za kwanza za kuhakikisha unaingia kwenye dunia ya YouTube automation kwa mafanikio. Ya kwanza, chagua niche yenye faida kubwa. Niche zinazolipa zaidi ni kama finance and investing, tech reviews, health and wellness na storytelling, true crime, history na mythology. Ya pili, tengeneza timu au tumia akili bandia. Unaweza kutumia tools kama ChatGPT na DeepSeek kwa scripts, Eleven Labs na Gemini kwa voiceover, Pictory, KineMaster au CapCut kwa editing. Ya tatu ni tengeneza video yako ya kwanza na uiposti. Usingoje kuwa mkamilifu, anza na kile ulichonacho. Kwa hatua hizi tayari umeingia kwenye safari ya YouTube automation, lakini bado kuna mengi zaidi. Hadi kufikia sasa, unajua YouTube automation ni kitu gani, faida zake, changamoto na hatua ya kwanza ya kuanza. Lakini hapa ndiyo mambo yanakuwa moto zaidi. Kwenye episode inayofuata, nitakufundisha ja mfumo wa ndani wa kutengeneza video moja kwa kutumia AI na freelancers kwa gharama ndogo sana. Usikose hiyo episode kwa sababu hapa ndipo unapata madini ya dhahabu. Kama bado huja subscribe, fanya hivyo sasa hivi. Acha komenti yako na share video hii kwa rafiki zako watano.